Kikweli, Songea wazuri sana. Nimeona wachezaji nimespot kama wachezaji wa tatu uh, wanajituma wana discipline. Eh, Kongole kwa Mwalimu Meja Mingange kwa namna ambavyo timu yake imecheza kwa nidhamu. Nimemwona namba kumi wao. Uh, ni mchezaji mzuri na talent. Kuna muda ulikuwa unaweza kuona anacheza zaidi individual, lakini nafikiri pia ni kwa sababu ya unapocheza katika mechi kama hizi, hasa ukiwa mchezaji unatoka timu madaraja ya chini lazima uonyeshe kwamba anajua kitu gani. Kwa hiyo nimeona namba 10, nimeona namba 17, 17 left foot yake fantastic. Mwenye dau na kiwango cha Ikangalombo pengine baada ya mchezo wa leo na kufunga. Yaani kwa yaani mwenye dau nani siju? Nasema labda unawatoa hofu watu. Ah, mimi nafikiri uh, Ikanga ataongea na watu mwenyewe uwanjani. Sasa hivi yes, tumepunguza sisi eh, kama force number 9 Wi-Fi ya taifa yani, ukiwa una wasiwasi na, na, na, na kiwango cha Ikangalombo manake wifi yako sio nzima, wifi yako sio nzima. Uh, inabidi uiunganishe ili uweze kumwelewa Ikangalombo, one of the best player ambayo tuna kwenye timu yetu. Na tunashukuru Mungu everyday anayopata nafasi anaonesha kitu ambacho mwalimu anataka, na mashabiki nafikiri wameridhika na performance yake. Na mwenyekiti ametangulia kule Tabora mapema sana, mapokezi tumeyaona. Tumeaona, lengo ni nini hasa kuelekea mchezo dhidi ya Tabora United? Nafikiri ni maandalizi, tuna zoezi la usajili wa wanachama ambalo linaendelea kule chini ya Ibrahim Samuel, anapata vilevile support ya, ya Ali Kamwe na na mimi nimetangulia kwa sababu ya kupata muda zaidi wa kuweza kuwahudumia wananchi wa Tabora, wale ambao hawajapata kadi ya wanachama. Hapa mpaka Tabora nafikiri ni kama kilomita 700 800. Ni nadra kupata uh, wasaa wa kwenda kule mara kwa mara, kwa sababu ya umbali na hatujawahi kucheza kule kwa muda mrefu. Kwa hiyo na mimi zoezi la usajili na wanachama ni wakati mwafaka sasa hivi wa kupeleka. Kwa hiyo Ali ametangulia na nilichofurahishwa nacho ni mashabiki kule Tabora amejitokeza kwa wingi sana kwa wingi, na naamini vilevile watakuwa wengi. Unajua, Tabora walitudhalilisha pale uh, Chamazi, lakini ni wakati sasa wa kwenda kurudisha heshima yetu kinguvu, liwalo na liwe kinguvu, lazima heshima yetu rudi. Na hii ni moja kati ya mechi ambazo zinakwenda ku kuongelea msumari kwenye jeneza la kuwazika wale ambao wanaamini kwamba msimu huu labda ulikuwa ndo msimu wao kufufuka. E, lakini nafikiri nini, marehemu alipiga tu chafya kwa bahati mbaya, lakini jeneza lile lazima tukashindilie ms, msumari zaidi. Kuna misumari imebaki kama kumi na moja miongoni mwao ni pamoja na hii ya Tabora shauuwenye hmm, mchezo, sisi kila mgonjwa tunamhudumia kulingana na dozi yake na ugonjwa alionao, hey. Kama mwanzo labda mgonjwa alionesha hali yake ilikuwa mbaya zaidi, tutamwongezea dozi zaidi, lakini naamini uh, kuna hiyo chachu yes, kwa maana alitufunga, lakini sisi hatuchezi kwa, kwa kisasi sisi tunacheza kwa malengo. Mechi hii inahitaji intensity ya namna gani? Tupo mazingira gani ya hali ya hewa? Mpinzani amekuja kujaje? kikosi chetu kikoje? Kwa hiyo lazima tunagawa dozi kulingana na mahitaji ya timu, na mgonjwa mwenyewe anahitaji dozi ya namna gani. Shukrani, shukrani na nyie pia, mtenda Tabora. Sasa mna uhakika kesho tunaanza safari eh, mashabiki wangu ambao wataelekea pale Tabora, kesho tunaanza safari na mimi nimo nitawajulisha zaidi kama tutaondoka asubuhi au jioni, lakini kesho ndo safari kuelekea pale Tabora. Kwa hiyo nategemea andisha habari vilevile wale ambao mnajiweza naweza tukajiunga tuka lazima usi lazima usimchokonoe <laughs> miusimchokonoe